Mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens jijini Mbeya ambaye anajulikana kama Clemens, Kenan, Mwandambo ameachiwa kwa dhamana jioni ya jana Novemba tarehe 27 mwaka huu 2025 na atatakiwa kuripoti katika kituo kikuu cha polisi Mbeya kia kwa ajili ya kuendelea na taratibu za uchunguzi. Hii inakuja takriban kama wiki moja toka taarifa za kutekwa kwa Clemens Mwandambo zilivyoanza kusambaa, lakini baadaye jeshi la polisi jijini Mbeya wakaja sasa Mwandambo bwana ni mkazi wa Uzunguni Mbeya na kwa tuhuma za kutoa na kusambaza maneno ya uchochezi, kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook pamoja na Instagram. Kamanda wa polisi, sasa mtandao wa tetezi wa haki za kibinadamu THRDC. Ehe, ulitoa wito kuomba mtuhumiwa apatiwe dhamana kwa mujibu wa sheria. Kupitia taarifa yao ya Novemba 22, THRDC ilieleza kuwa imetuma mawakili wake mkoani Mbeya ili wakiongozwa na wakili Philip Mwakilima kufuatia hatua zote za kisheria ama kufuatilia hatua zote za kisheria na kumwakilisha Mwandambo na kulinda haki zake kama raia na mtoa maudhui mtandaoni. Hata hivyo wakili Mwakilima alipotembelea kituo cha polisi kumwona mteja wake hakuruhusiwa kuonana naye. Alieleza kuwa Mwandambo tayari amehojiwa na kwamba upelelezi bado unaendelea. Hivyo swala la dhamana lilikuwa bado halijafikiwa. Sasa toka tarehe ishirini na moja siku ambayo alikamatwa na siku ambayo polisi walikuja kuthibitisha kesho yake ikiwa ni tarehe ishirini na mbili kwamba yupo mikononi mwao, alikuwa hajapata fursa yoyote ya kuweza kupewa dhamana pamoja na mwakilishi ama mawakili kuweza kutuma mwakilishi kule Mbeya kwenda kumpa ama kuenda kufuatilizia kesi yake ili aweze kupata haki zake za kimsingi kama raia wa kawaida. Sasa kesi ya uchochezi ambayo ilikuwa ameshikiliwa nayo bado inaendelea. Sasa kuachiliwa kwake ni machilio tu kwa dhamana, lakini polisi hajaweza kutoa maelekezo zaidi kuhusiana na, uh, Mwandambo kuweza kufikishwa mahakamani, labda kujibu tuhuma hizo, ama labda kama, uh, uh, suala zima la upelelezi na bado linaendelea na kumhoji pia bado kunaendelea. Lakini kilichoko sasa hivi ni kwamba taarifa za kuaminika ni kwamba Clemence Mwandambo ameweza kuachiliwa kwa dhamana na, uh, uh, uh, uh, na, na, na sasa anahitaji leo hii ndio siku mbali kukuwa na ripoti uh, ili kuweza kupewa utaratibu zaidi. Na sasa jeshi la polisi hawajatoa maelekezo zaidi, na hata mawakili pia hawajaeleza mengi zaidi kuhusiana na mstakabali wa kesi yake, kama atafikishwa mahakamani na sheria kufuata mkondo wake.